Na kushukuru sana jirani yangu kuweza kusikia sauti yangu na kuweza kuja huku kunisaidia manake. Eh, manakeni mipeke yangu sani, kama ningeweza hili swala kuzima huu moto, lakini nashukuru mmeweza kuzima salama na kila kitu kiko sawa. Nikushukuru kwa hilo mheo, ndo maana umwadabishe yani ya kum, mpaka aweze kusimama kwenye misingi na ajue kipi ni kizuri na kipi ni kibaya. Kwa hiyo pole sana Mama Melisa ma ma kwa hili lilo kutokea lakini I hope next time kitu kama hiki kiwezi kutokea tena. Ah, yani kwa kweli rafiki yangu Komba umenizunisha sana. Wewe umekuwa rafiki yangu na askari mwenzangu kwa muda mrefu sana kwenye hii kasri ya mfalme wa Ukara, lakini kitendo cha kwenda kumwambia mfalme kwamba mimi nimeacha kazi yangu, nimekwenda kucheza ngoma kachewa, kwa kweli uliniuzunisha sana na uliniuzi sana Ala, we usimlaumie tena, usimlaum kabisa, manake nilikwambia hautakiwi kwenda kucheza ngoma nikachewa, lakini wewe ulikuambisha. Mimi sihusiki kwenye chochote kwenye huo swala, manake mfalme mwenyewe ndiye aliyekuona, wala si mimi ambaye nienda kumwambia mfalme. Na kwa nini? Ya kazi gani mimi nikamwambia mfalme? Wasungu kuna msemo wanasema, you can't get away with it. Yani mimi nakwambia, ipo siku, ipo siku Komba, mimi na wewe tutaonana wabaya. Yaani anyway, wewe kwa kipi kwa kipi hasa tena unifanya kijana, wewe bado mdogo sana kwangu. Eh, niye vipi? Mbona mmekaa hapa bize mnapiga kele tu. Vipi? Hamjashiba ubwabwa? Nauliza hamjashiba ubwabwa? msinitolee macho tu hapa. Oya Komba, hivi ulikuwa ni ubwabwa au ulikuwa makande yale? Mbona kama alikuwa makande tu ukula? E eh? Afu wewe unajua kuna muda wa masiala na kuna muda wa serious. Hapo mwanamfalme anauliza kama tumekula ubwabwa, tumeshiba. Sasa wewe acha utani wako ndio. Ndiyo Mwanamfalme, tumekula ubwabwa na tumesaza hapa, labda kama unanyongeza hasa. Kama mmekula ubwabwa na mmeshiba vizuri, ya nini mnapigizana makelele, magombana, mnazuzana? Sio jambo, sio jambo jema kabisa. Kwanza kumpigia mwanamfalme makelele, mnajua huo ni mwiko, mnajua huo ni mwiko. Samani mfalme tumekosea. Nilikuwa na mwenzangu kidogo tulikuwa na changamcha na manake. Kazi ya ulinzi huku kukaa nje na mabubu hawa lazima kidogo. Eh, mtieni kidogo, cha fia chafya kidogo, lakini samani sana atarudia hii. Yaani nyie hamuishi vituko tu. Anyways, ipo hivi. Uh, nilikuwa um, na na safari kidogo hapa. Sasa nataka nichukue askari mmoja. Sio nichukue yupi? Um, ngoja niondoke. Wewe, wewe kibwana. Na safari ndefu kidogo nataka tuelekee Uh, nyuma hiyo milima Mbabadu kuna kijiji kimoja kipo karibu na hiyo milima. Nataka kwenda kufanya matembezi yangu katika kijiji hicho. Okay, sawa mwana mfalme, ngoja basi nikakuandalie farasi kwa ajili ya hiyo safari. A few kile kijiji nilichokuwa nakwambia kinapatikana nyuma ya milima ya Mbabadu ndo hiki. Yaani huku I said ni sehemu nzuri sana. Kwanza ukiangalia ni pakijani eh, kuna upepo mzuri, miti mizuri, afu yani ni mazingira mazuri sana. Yaani utofauti wa huku na kule. Unajua kwenye kasi ni pazuri ndio, lakini huku ni mazingira mandhari safi sana, afu eh, yani, na unaangalia vitu nature jinsi ilivyo, eh? Yaani tungekuwa tunakaa kwenye kasi kila siku ndugu yangu, singeona mazingira kama haya. Yani, usimao ni kweli kabisa yani eh, ukiangalia mazingira ya huko kwa kweli eh, ni mazingira mazuri, upepo eh, ndege, ndege wanaruka, yani mazingira ni mazuri sana. Mimi mwenyewe nimefurahia haya mazingira yani maeneo kama haya ni mazuri sana kutengeza kasri yani, kama baba yangu asingekuwa ameweza kujenga kwetu pakuwa tumejenga, ningemshauri angekuja kujenga maeneo kama haya. Ukiwekeza maeneo kama haya, kwanza kuna hali nzuri, unaweza ukafanya kilimo, ukapanda miti, ukapanda matunda na bado ukapata faida. Kwa kweli, hii ni eneo zuri, ni sehemu ambayo haijakaa kwenye milima sana, mwona eh? Yani, mzee Okala angekuja akawekeza huku yani, huku ndo tungepiga faida mara mbili. Yani eneo zuri, unaweza ukatengeza bustani ya mbogamboga. Ni mazingira mazuri sana huko. Kulikoni tena mwanamfalme, mbona macho yamehamia upande wa pili nono? Nono, unamchangaa binti mweupe vipi? Oh, yani ujue nini kibwana, toka nimezaliwa sijawahi kuona mwanamke kwanza mwenye rangi kama hile, alafu mwanamke mrembo sana yani kwa kweli amenichanganya akili yangu <laughs> ah, Junior na we una mambo wewe, kumbe mpaka nwe watoto wa falme na nyinyi mnakuwa mnapenda mna, mimi nikajuaga nini ampendi <laughs> I see. Naomba unipatie kama dakika moja hivi, na hitaji kwenda kuongea naye walau tufahamiane kwa majina tu. Mm, kumbe yaonekana uko serious na ile swala. Kuna waja n, nini kufuate kwa nyuma kwa ajili ya ulinzi na usalama kidogo? Hapana, kwani Kiswahili imekuwa kigumu nikuambia? Naomba unipatie dakika moja nikaongea na hiyo binti, nitarudi. Auna waja y kunifuatafuata kila sehemu. Basi sawa, mwana mfalme, haina shida, nitakusubiria tu hapa. Habari yako mrembo, sijui mwenzangu naitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Junior, ni mwana wa mfalme katika falme tukufu ya, ya mfalme Okara. Sijui mwenzangu jina lako naitwa nani mrembo? mwana mfalme eh, kumbe una jina zuri hivyo. Mimi kwa kweli, kuna maisha yangu sijawahi kuona mfalme wala kuwahi kumuona mtoto wa mfalme, huwa naishiwa kuona tu kwenye TV kwa kweli mm, I'm very surprised Ah, mi mwenyewe binafsi sijawahi kuona uh, binti ambaye ana rangi nzuri na nyororo kama ya kwako hii. Sijawahi kuona kabisa. Yaani rangi nzuri, rangi nyeupe kweli. Sijui binti unaitwa nani jina? Mm, naitwa naitwa Melisa. Naitwa Melisa. Melisa. We Melisa. Yaani e katoto kapumbavu kweli aka ya, yani kametoka nyumbani kanakuja kukaa afu mm. Yo, mambo ya mfalme mbona alikuwa ni zamani? Kwani mambo ya watoto wa wafalme hapo tena, enzi hizi sidhani kama kene jikijiduwana mfalme ambaye alikuwa anaishi. Haya, twende nyumbani hey. Mungu wangu, baba amekuja hapa. Huyu ni baba yangu, naam, baba anakuja. ah, kumbe huyu ni baba yako. ah, basi siku nyingine nikifanikiwa kuonana na wewe.